Naam, na sasa turejee hapa nchini ambapo e, mvua zimeendelea kunyesha katika mikoa mbalimbali mbali, na katika baadhi ya mikoa mvua hizo zimeonekana kuharibu miundombinu na hii e, imefanya Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMA kuendelea kutoa tahadhari pia ya hali ya hewa itakavyokuwa katika kipindi ama siku kadhaa zijazo, na hebu tufahamu nini ambacho tunakitarajia kwa siku kadhaa zinazofuata, na tunaye hapa Dkt Mafuru Kantamla, ambaye ni meneja ofisi kuu ya utabiri kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Dokta, karibu sana, na pengine tuambie kwa sasa hivi, kwa mujibu wa vipimo vyenu vya mamlaka ya hali ya hewa, hali ya hewa ikoje katika maeneo ya nchi yetu? Nashukuru sana. Kwa sasa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda mzima wa, wa, wa pwani ya Bahari ya Hindi, maeneo haya yakihusisha mkoa wa Tanga, Pwani, Dar es Salaam, visiwa vya Unguja na Pemba, kisiwa cha Mafia, mkoa wa Morogoro pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara, na angalizo hili linadumu kwa siku ya leo, lakini kadiri tunavyoelekea kesho na siku kama nne zijazo tunatarajia kwamba vipindi uh, vya mvua, mvua kubwa hivi vitaenda kukoma sasa tarudi katika hali yetu ya kawaida. Naam, ni, ni kwa siku ngapi sasa, na, na hizi mvua kubwa zitakuwa za kiwango gani? Tunapokuwa tunasema mvua kubwa, kutokana na miongozo ya utendaji kazi ni kwamba uh, mvua inapokuwa imefikia kiwango cha milimita hamsini ndani ya masaa ishirini na nne, maana yake ni mvua kubwa ambayo inaweza ikasababisha madhara katika katika eneo husika. Kwa hiyo katika maeneo haya ambayo tumetoa tahadhari au angalizo la mvua hizi tunatarajia kwamba kiwango hiki cha uwepo wa milimita hamsini ndani ya masaa ishirini na nane kinaweza kutokea. Mm-hmm, sasa umegusa maeneo hayo, ni maeneo yote ya ya ukanda huu wa pwani ama ni baadhi tu ya maeneo? Kwa mfano hapa Dar es Salaam tumekuwa tukishuhudia mvua inanyesha katika baadhi ya maeneo na sehemu nyingine hainyeshi. Uh, uko sahihi. Hii ni kutokana na mifumo ya kihali ya hewa na kutokana na, na jiografia ya eneo husika, kwa sababu katika ukanda wa pwani maeneo ambayo karibu zaidi na bahari yanatabia ya kupata unyevu wa kutosha, na hivyo kuweza kusababisha kuwepo kwa mvua hivi mm. uh, na mvua kubwa, tunapokuwa na taarifa hizi, tunasema mvua hii itatokea katika maeneo machache, hatumaanishi kwamba uh, ni eh, ni eh, eneo, eneo zima la mkoa wa Dar es Salaam. Hmm. Hii inatokana na uh, mifumo iliyopo. Kadiri tunapokuwa tunatafiti mifumo hii, tukiona sasa uh, jinsi mifumo ilivyoimarika je, inaweza kusababisha mvua hizi katika maeneo mengi, tutasema labda ni katika baadhi ya maeneo, lakini kutokana na umarikaji wa mifumo hii kama haijaimarika sana, basi kutokana na utaalamu wetu tulionao, tunaweza tukasema mvua hizi sasa zinaweza kuathiri maeneo machache tu lakini endapo tutabaini kama mifumo itaimarika zaidi, basi taarifa hii itafika kwa jamii vizuri kabisa kwamba ni maeneo yapi yanaweza yakaathirika zaidi. Naam, naam. Na na tutarajie ni madhara gani ambayo yanaweza yakatokana na mvua hizi, kwa mujibu wa e, utabiri wenu ama kwa mujibu wa tafiti zenu ambazo mmezifanya? Samahani kidogo, sijakusikia vizuri hapo. Eh, wananchi watarajie madhara gani kwa mfano kutokana na mvua ambazo zinatarajiwa kunyesha? Kwa kawaida unapokuwa na mvua kubwa katika eneo husika, huwa na tabia ya kuambatana na uwepo wa maji mengi yanayotiririka katika maeneo hayo, na pengine baadhi ya makazi kuzungukwa na maji na kusababisha mafuriko katika maeneo hayo. Uh, furt wito wangu tu kwa jamii wanapokuwa na angalizo au tahadhari ya mvua kubwa ambayo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ni vyema kuchukua hatua stahiki hususan kwa ile jamii iliyo katika maeneo hatarishi, kwani uwepo wa mafuriko huweze kuleta madhara makubwa katika maeneo yao. Mbali na madhara kwa wananchi, lakini uharibifu wa miundombinu uh, pia huweza kuathirika zaidi, hususan ni katika eneo la Dar es Salaam ambalo watu wengi hukimbizana uh, kipindi cha asubuhi kwenda makazini, inaleta adha kubwa sana. Hivyo anapokuwa amepata taarifa hii kwa mapema za za uwepo wa mvua kubwa, anaweza kuchukua hatua stahiki sasa za kuweza kujinusuru uh, uh, kile kinachotarajiwa, lakini vilevile vile, wito wetu yetu mkubwa ni husika, aa, kwa mamlaka husika zinazojihusisha na masuala ya uokoaji kwamba kuweza kutoa elimu, kutoa miongozo ya jinsi gani wananchi walio katika maeneo husika waweze kuchukua hatua stahiki ili kuweza kuondokana na athari ambazo zinaweza zikasababishwa na uwepo wa mafuriko au mvua kubwa ambayo inaweza ikatokea katika maeneo yao. Tutarajie, tutarajie ni lini sasa, eh, hali hii itakuwa imeisha kabisa na pengine hali ya hewa kurejea katika hali ya kawaida? Kipindi hiki ni kipindi cha msimu wa masika ambao kwa kawaida huanza mwezi Machi na kuisha mwezi mwezi Mei yeah, ya kila mwaka kama utakumbuka mwishoni mwa mwezi wa kwanza, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kupitia kaimu mkurugenzi mkuu Dkt. Ladislaus Chang'a, wakati anatoa mwelekeo wa uwepo wa uh, mwelekeo wa msimu wa masika ulitamka bayana kwamba mvua hizi uh, zitakuwepo na zitaanza uh, kipindi cha mwezi Machi katika maeneo mengi, lakini ongezeko zaidi la mvua hili linatarajiwa katika mwezi wa nne. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha mwezi wa nne tunatarajia kuendelea kuwepo kwa vipindi hivi vifupi vya mvua kubwa. Uh, sasa ni vyema kwa wananchi kuweza kufuatilia taarifa za hali ya hewa kutoka mamlaka ya Tanzania kuweza kujua ni lini tahadhari mm, au angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa vinaweza kutokea. Lakini kutoe hofu kwa kipindi hiki sasa, uh, tunapoelekea hizi uh, siku nne tano zijazo, tutarajii kuwepo kwa vipindi vikubwa vya mvua kubwa katika maeneo mengi ya nchi, ila endapo mifumo ya hali ya hewa itabadilika tutarejea katika jamii na kutoa uh, tahadhari au angalizo la uwepo vipindi hivi uh. Lakini kwa tunapoelekea mwisho wa wikiendi kwa uh, siku ya Jumamosi, mifumo inaonekana kwamba kuna uwezekano wa kuendelea kuwepo kwa ongezeko kidogo la mvua hususan katika mwambao wa pwani ya bahari ya Hindi. Hivyo ni vyema wananchi waendelee kufuatilia taarifa hizi na kuweza kujua kama ongezeko hili itaendelea kuwepo ili waweze kuchukua hatua stahiki. Na mna kushukuru sana Dr. sana sana kwa kuzungumza nasi. Asante sana. Ni Dr. Mafuru Kantamla, uh, ambaye ni meneja wa ofisi kuu ya utabiri kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.